Around uh, three weeks kama sijaongea kwa hii bunge. Na mi kwanza kabla sijaingia kwa mada, nataka kurudishia wana bunge wote shukrani, wenye wanafanya kuongea hapa. Najua hii bunge uwezi tu ku, kuja kuanza kuongea hapa, kuna watu wanatupatia backup, lazima niwarudishie shukrani ndugu zetu. Pia nataka kurudishia wana media shukrani, kazi yenye wanafanya, wanafanya kazi kubwa. Mimi kweli ingekuwa tu wa media, singekuwa pale niko na, mimi nataka kurudisha watu media wamefanya wakati nitangaza hapa naenda kujenga, watu wengine walisema mimi ni mwizi, mimi ni sangwenye, aende atafute kazi, yana ntusi, na yeye hata hana <laughs> nyumba, hata, hata ana isimba haendi nyumbani <laughs> lakini sasa, mimi saa hii nikiambia president vice president twende kwetu, namwambia bwana, rumu yako iko pale utalala, kwa sababu watu wa media ndio walifanya nikapata hiyo nyumba. Kwa sababu nasema watu wa media lazima wapatiwe respect. Na nataka nirudishie watu marafiki wangu walinisaidia. Nataka tuanze na Babu Owino. Babu Owino alinisaidia mali pakubwa kwa Wajaluo wenye walisimama na mimi, Babu Owino alisimama na mimi kabisa, alafu kwa Waluo wenye walisimama na mimi, kwa Waluo wenye walisimama na mimi, nijoji natembea, then tunakuja kwa tunakuja kwa kwa basi Abasi, naye sasa ndiye aliua kuua, Abasi ndiye aliua kuua tu, alafu Jalango pia akatuma kitu. Jalango pia alinisaidia siko <laughs> siko manana alinisaidia kwa maombi <laughs> then MP wangu pale anaitwa mwenje mwenje alinipigia simu akaniambia chakula, watu watakula, watu watakula, kwa hiyo kazi mi nitasimamia. Mwenje akatuma pesa ya chakula. Mwenje alifanya kazi ya maana mwanabiashara wana, mwingine anatoka pale, natoka ni anatoka saidi za sona, anaitwa Hosen Muhamed ye pia akaniambia achanibaie mbuzi. Omoshi wana pia akanitumia pesa ya mzinga, omoshi wana alitumia pesa ya mzinga. Mjukuu naye akatuma pesa ya watu wenye walikuwa melewa wanabebwa wakirudishwa kwa manyumba zao. Ipige makofi jameni!

Watoto wenyu wakwe na afya, watoto wenyu wasome, wakuwe na akili kama nyinyi na mimi. Nataka niambie viongozi wetu Wajaluo ni masitini ati babu tu mtu mmoja ndio anaweza nisaidia babu tu babu tu, na wakina Gladys wote wako Okech Sala, mimi nilisikia lileta hapa milioni moja siku kwa. tafadhali Okech Sala. mimi nakuomba mimi siku kwa, lakini mimi naomba Okech Sala. Mimi nitumie tu yangu ndo nimeomba, naomba. Lakini nikiingia kwa mada, mimi nataka niongee na jamii yetu ya Wajaluo. Unajua kitu ya William Samuel wetu, jana aliongea kama we ni mtu ulienda shule hata kama ulikanyaga nasari, tumia akili. William Samuel atakuwa anatusi kabila ingine. William Samuel alikuwa anatusi Wajaluo. Anasema Wajaluo anapiga mdomo, naona kura. Ndio kwa sababu mlitusiwa. Lakini wewe unamuka, unakuja hapa unapiga 10 bila break. 10 bila break. 10 bila break. Na uko ushago, mama yako hata kitu ya kukula hana. Mama yako mwenye yako kupigia simu mtumia hata 100 umeogopa kutuma. Ndio kwa kwa tutam. Tutam ndo nalala nje. Mimi nataka niambie wajoli wetu. Musi po chunga. Unaona vitu wanafanyia kikuu na bomolewa manyumba. Hata nyinyi mtafanyiwa. Hakuna mwenye William Samuel Ruto wao wakikuyu, akina matanga wakina governor wa, mata, wa, wa matangi Walikuwa na mkampeni wa kuenda kila kona ukimtafutia ya, ya kura. Sasa hivi William Samuel ametuma maguns, matags, wezi, makatel wameenda kubomoa vitu za mtu. William Samuel mtu kama hawezi kukusupport, hakuna haja uende haribu property zake. Kwa sababu ukiangalia matangi pale ametoka, matangi ni kiongozi na matangi ukiangalia kazi yenye amefanya, amefanya kazi Alafu wewe unaona unaharibu magari za mtu, unaharibu kawashi yake, unaharibu majumba zake. Alafu Wakenya tusiongee hiyo, tuwezi kubali. Kikuyu pia ni Mkenya bwana. Mimi sina ubaya na Mkikuyu. Kikuyu ni Mkenya, na hairuhusiwi kama we ni kiongozi utumie watu vibaya. Siku moja hata utatoka kwa hiyo kiti. Hiyo kiti jaeko kama super glue na ujachomelewa kama we, na welding Usiku mmoja utatoka hata utafanyiwa. Angalia Uhuru Kenyatta wakati alikuwa amekalia kiti. Sasa toka, twende kukula mbuzi zako. Wewe ukitoka hizo kuku zako zote tunakula zote. Zote. Tunakula ni mayai na tunabeba tunaenda naye. Ile hoteli yako mimi naenda nachukua yangu, mimi ndo nakuwa mwenye hoteli. Naandika tu mimi, mimi naangalia tu kazi zenye zinaendelea. Kwa sababu William Samuel mimi nataka niwaambie kitu moja. Mtu mwenye ameharibu hii Kenya, mwenye anafanya watu wanapigana kwa hii Kenya ni William Samoei Ruto. Hakuna mtu kama kiongozi anatuma, anatuma waende waharibu vitu za kiongozi mwenzake. Sasa mimi Kidero, nikikuwa na kibanda sita, sitafinyi hapa ni uliwe. Tusidanganyane hapa Kenya. Hii uongozi yenye watu tuli, ati mtu anakuambia leo acha kwa broadcast, Raila kwa mtu broadcast. Mimi Raila ni wacha nikiongelea microphone hapa Jakaranda, bado niko Jakaranda, asijeienda State House, just State House nakaje. Mimi nataka niambie jamii yetu, ni wakati wetu tuchukue viongozi wenye wanatusaidia. Viongozi wetu awatetie nini yetu, wanaenda kutetea tumbo zao, wana haja na sisi. Na mimi nataka niwaambie for free, William Wajeli wote mkubali William Samuri utaingie kwa uongozi, ananda vitu zina wanafanyia Kikuyu nyienda mtafanyia 2027. Sasa mnatumiwa kama daraja tupitishe ujumbe kwa kitu. Mimi nataka niambie jamii ya Wajaluo. Nataka niambie jamii ya Wajaluo. Nasikia mnatusi, sijui Sifuna, sijui mnatusi nani. Mimi acha niwaambie kitu moja. Hakuna haja, tusidanganyane. Wakati tulikuwa tunaenda kwa maandamano ya sufuria, wakati wa sufuria ndio walikuwa wanapiga maandamano. Nikuulize, nikuulize swali. Wao watu wengine wanapiga mdomo, walikuwa wanaenda maandamano. Sifuna, Babu Owino ndio walikuwa wanaenda maandamano mtakimbia. Raoni tutawakimbiza. Kwa hii dunia siejifanye wewe ni kimoda. Hata ukuwe na nguvu aje, uweze piga watu wote kalvo. mimi siku moja iniambianga unaweza nipiga

Ata kupiga kama brokeni. Mimi nataka niambie uongozi wenye machagulio hapa mi nataka niwambie kwa. Fanyeni waa wa watu kazi, mkifanya kazi kelele itakuwa kama hata kuna mtu alikuwa amekukosea wakati wa uchaguzi, hiyo viti zote mtoe, muite hao wa watu wote mfanye kazi pamoja uongozi mjukumu. Mi najua mjukumu ni mtu anajua kutafuta Mpatie mjukuu time aenda adhishi hizi manyumba. So hizi hizi mamilango za waheshimiwa na tumsaidie. Tusikuwa mjukuu wake aenda mnasema amesangwenya. Hata wewe ndio usangwenye. Bwana kwa ndivyo hizi unasema sasa kutumia 1000. Bwana my friend, ndio upate mheshimiwa akutumie 1000. Bwana wewe, pia ni wewe ni mwanaume. Hata shike namba yako. Wewe umemwongelesha hadi mate kaisha kwa mdomo. Kuongelesha mheshimiwa si rahisi kwa microphone. Sasa mimi nataka niwaambie Ukiona mtu mheshimiwa amemtumia 10,000, 50,000, ujue mheshimiwa amependa, amependa sera zake. Lakini wewe ukikuja hapo unaongea, kuna. Utaongea, utaongea, adu parare. Watu wengine wakianza kungara, unaanza kuwaendea kwa ganga. Shame on you! Hata wewe uchore yako, ongea kujiongelesha microphone, ubarikiwe. Wacha kuona wewe ya mtu mwingine kitu imeripo hapo Jakaranda. Mtu akikula kitu yake inamuuma. Mimi nataka niambie watu wetu mimi napenda kila mtu na watu wa kwetu wamesema, nikienda kuloja ile nyumba twendeni Bunge mzima, watu wamfangana, wanawataka <todilogu> wanawataka muende pale Bunge. Hata mimi nilikuwa nimetengeneza huko Bunge na mimi, wanataka nini? <todilogu> nisimame huko, sijui nisimame huko asimame mimi. Ni kiongozi kwa sasa pale, babu wako, abasi yako, naweza naweza kuweza kuwa na pesa kama babu mwenyewe, mwenyeln mabati tatu Abasa khanua fisima no, mabati. Sasa wanasema nini? Ameongea ndugu yangu. Mimi nataka niambie wajaluo wetu mkichukua <tis> kama mkikuwa mkikuwa kama wakina babu. Wakina wakina nani? Gavana na Trans Nzoia, mtaenda mbali. Lakini ukiwa umefunga mwili kwa mfuko. Twende twende, sema unaenda kwa mlango ya mama yako. Raila ndo ndo anafanyia kazi bure kama uwezi toa atukusaidie. Au kule mtu akaye kwa mlango ya mama yake. Hati mje mje luo anampigia simu. Ana unampigia simu naendala kupromise. Mjaluo ni mtu bure, mkiongozi mjaluo. Mimi nataka niambe ujaluo mbadilishe tabia yenu. Mimi ukiangalia watu walinisaidia ni kabila ingine, si mjaluo babu peke yake mjalango. Bwana acha nisiharibu.